Endalo ya luno Golden Digital TV yakhaba nekhosya etochi musirekere khusisomelo syatembelela primary silimodi ya malakisi south crisr muconstituency yeserisha nakhulomaloma nende Joseph Wanjala omanyikhane nga komasho abele na kano. Usuni kubwa, katika shule yangu ya Tembelela. Hiyo shule yetu imeanza chini paka ikafika wakati. Mwishowe waluka ka make sure shule imerejestiwa na ikaendelea kwa vizuri sana, na wale wa viongozi walikuwa kitambo. Kwa hiyo shule imefika mahali ikawa viongozi waendesha kwa njia mbaya. Hadi sasa watoto walikuwa zaidi ya mia tano, sasa hivi watoto wako around 225. Wanjala abelena na arabu angambo e ofisi ya Sirisha sub county ya Busomi ya belene kona kumilimo mimi kitu inanishangaza, idara ya elimu yetu ya sub-kaunti ya Sirisha echukulii maanani kwa hizi mashule ya kwamba wanatakana waangalie viongozi wenye wa wanaendesha hiyo shule. Wanakuja kwa hiyo shule kufika tu na kuchukua kuambia mwalimu nipe pesa, mi naenda manene, imeisha. So ukielezea management itengenezwe kwa hiyo shule kwa sababu tayari pesa imepewana, hawawezi kukusaidia kwa hiyo shule, na sisi tunaona shule mahali inaelekea. Kama itaendelea hivi, tutakosa watoto na shule itakuja kufungwa. Lundi abele nabola mbo mheshimiwa mbunge John Waluke khubirira mwofisi yewe ya CDFu ananga buyeti bwe kamapesa lakini sakolanga ukhola ekasi khusikulukhwo tawe. Mheshimiwa anapeana pesa kwa hiyo shule, lakini hiyo pesa inayopeana kwa hiyo shule haifanyi kazi vile inalingana. Walimu wanatuambia paka hawana choka kwa shule. Hiyo shule iko na walimu sita. Darasa nane. Mwalimu wa JSS ako mmoja. Wametoa walimu hapo napata mwalimu hapo, unapata mwalimu mmoja anasomesha subject. Mwalimu ako hapo, ile subject inasomesha si watoto sio ile subject yamesomea. Watoto wataelewa namna gani? Na katika hali ya elimu, wazazi hawana imani. Wazazi wameamua kuanza kutoa watoto kwa sababu wanaona elimu ya watoto yao hapo kwa hiyo shule haiendi mzuri. Mimi naomba viongozi wa, ili, wa idara ya elimu na viongozi wetu waamuke chini na shule ya Tembelela. The community are tired. Unapata mtu anaishi jirani ya shule lakini mtoto anasoma shule nyingine. Sababu management ya shule ikupua kakhava nasava mbo mbunge weseri sha mecha johni walukokoi nende viongozi bavandi nende ofisi yewe vave ne venjilila karikari ili vave bayeta vayeta sisomele isyo sikholana khukwa tawe na ambia mbunge wetu na ofisi ya cdf ikuje Tembelela na ofisi ya elimu akiwa na mca wetu kwa sababu nataka dc akuje kwa ishule Ikuje isuluhishe shida sa Tembelela kabla wananchi Watembelela waite wa mkutano community wazazi na board members wasikie shida iko Tembelela, yenye iko Tembelela orafya wanakuja wanataka kufunga, na natetea vitu mingi, nimesimama hapo hukario abere na arabu anga mbosi kuliso sene vukhalukha vuli vukali. Hiyo shule ilipewana 480 pesa ya World Bank, tujaiona hiyo shule wafanyakazi wako hapo wa shule wanadai, wanadai nini? Madeni ya miaka imepita, mtu bado alipwa mshahara na pesa serikali inapeana mshahara. Sasa tunataka kiongozi aingilie kati, tunataka mwalimu mkuu